Mapenzi matamu matamu, utane na mpenzi anayekupenda so anakukabidhi mwili wake, kisha anakwenda nawaona, muona wa muhimu kumbe ameshakupiga kalenda. Basi linda moyo wako ndugu, kuna kutendwa. Mm -hmm. nilikuwa na mpenzi

wenyewe nyumbani, mpenzi matamu matamu, utane na mpenzi anayekupenda, so anakukabidhi mwili wake, kisha anakwenda naona, muona wa muhimu, kumbe ameshakupiga kale

dude nafanya kazi ye utawala nchawabana tano nimeweka pale si piano ni pale yani, takataka zote zipo um. Mwanangu unyama sana sanygu e, yani, Mungu mwenyewe. Hapa niko peke yangu, kule kuna wapangaji tu, huku mwenyewe nipo mwenyewe yani mwanangu na kubali sana. Yani mazingira yote fresh, yani kama nyumbani tu. Mwanangu kimungu. Nashukuru sana mwanangu namwona pekee sana mwanangu bwana. Usijali bwana Maki, ni yani, mimi na wewe sasa hivi tushakuwa kama ndugu, yani, sio marafiki tena. Mimi na wewe sasa hivi ndugu, kwa hiyo usijali. Bless sana mwanangu. Haina noma familia yangu. Nashukuru sana. Kwa hiyo usijali mwanangu Yani, mazingira ndio wale, kwa hapa chumba hapa knaia ume jo jo jo, yani kwa hapa mzigo wako vyote, eh vyote vile

Kukaa nyumbani hivi sio freshi. Naona mara nyingi uko peke yako hapo, kama yani uko boardi, unaangalia tu TV, unacheza game eh, ila kuhusu maswala ya misosi, misosi ipo, sehemu ya kulala ipo, lakini wewe mtoto wa kiume inatakiwa upate kazi kidogo. Wewe mwenyewe unajua na mambo yako eh, kuna vitu vingine sio mpaka, yani mpaka labda uniambie mimi. Uko kama utakuwa tayari nikutafutie kazi pale kijiweni nimeangalia nimeangalia, pale kijiweni kuna mazingira nataka nikutafutie kazi pale, kama utakuwa tayari. Tayari, nashukuru ah, sana bwana. Kumbe wewe ni zaidi ya rafiki, kwa maana unazidi sana kwa surprise kwenye maisha. Usijali maki, unajua rafiki ni ndugu ambaye ulioamua kumchagua. Mimi wewe nimekuchagua kama utakuwa tayari tutakuwa pamoja kule kijiweni. Da, tashukuru sana tashukuru sana. Mm, najua wewe mtoto wa kiume. Kwa hiyo kuna vitu vingine lazima eh unajua nakufahamu wewe mtu mzee wa toto. Nadhani sio mara ya kwanza kumuona wewe. Shaka kumwona hata kwenye picha. Eh, eh, na leo nimekuja naye huyu anaitwa Fet. Ni mchumba wangu. E, lakini sio rasmi sana. Ila ni bani kwa unafahamika ila sio rasmi sana. Fet. Yule shemeji yako anaitwa Mati. E, huyu bwana nimesoma naye, yaani nimecheza naye michezo yote ya utotoni bwana. Yaani huyu ni rafiki yangu. Sasa sasa hivi sio marafiki tena, sasa hivi ni ndugu kabisa. Kwa tutakuwa naye hapa, tutakuwa naye hapo bwana, tutaendelea kufanya shughuli zetu. Shemeji yako yamtwa Maji. Karibu shemeji. Ah, asante sana shemeji, karibu sana sasa. Hapa eti yatuka, ukaandae misosi Najua mwanamke akishafika nyumbani kisha kuwa mwenyeji kabisa, kaandaa misosi, misosi ya kutosha kama kawaida yako. Basi linda moyo <coughs> <coughs> wako <coughs> mapenzi matamu matamu, utanena mpenzi anayekupenda, so anakukabidhi mwili wake kisha anakwenda Pigmehusu yes, yes, rafiki wako akae ndani humu siku zote. mm -hmm. Sisemei kwa ubaya, nimeongea tu, maana mwisho wa siku anaweza akasema na yeye ana chake humu ndani <laughs> we, hawezi kuwa na chake humu ndani, nyumba ya ulisi, hawezi kabisa kufanya mambo yake hayo ila mimi sijasema hata kwa ubaya, maana mtu anakaa tu ndani, anata kazi yupo yupo tu yaani hivyo uko yani, ah. Naenda unapambana, mwanamume mwenzako ai kumi yupo ndani, unamlisha, anakula tu wewe, utaendelea kumlisha tu maisha hmm. hmm. hmm. yako yote. Mimi hapa naona bora hata ungemtafutia mchakato mwenyewe na yeye akapata kazi, ayaga bwana, sijui ndio utamlisha miaka yote Waa, kuna kuna mchakato namfanyia naye atapata tukazi. E, fanya hivyo mweziwako hata na kibarua ambacho kitamuingizia pesa kidogo. Unajua yeye mwenyewe anaweza akatamani mademu hata kuwaonga maana itiva sahivi inahitaji sa. E, fanya hapo mtafutie hela labda kidogo atapata kiasi ataki... mm, mapenzi matamu matamu utanena mpenzi anayekupenda. So anakukabidhi mwili wake kisha anakwenda. Naona muona wa muhimu ah. <coughs> Ilikuwa na mpenzi kifani kwangu alideka, anikazama kishenzi